Njia iliyo nyepesi kwa ajili ya kutatua changamoto ya bawasiri pamoja na vidonda vya tumbo ni njia ambayo huwa haina kulemba sana eh, ukizingatia matumizi bora ya mafuta ya nazi ukipata na witch hazel pamoja eh, na aloe vera basi moja kwa moja unajitengenezea mazingira ambayo eh, kuweza kuepukana na changamoto yako ya bawasiri pamoja na vidonda vya tumbo. Kumbe ni hivyo vitu vitatu tu ambavyo vina uwezo mkubwa sana kuweza kutatua changamoto hii ya vidonda vya tumbo. Nimesema ni witch hazel, ina maana ni mafuta yako, ukienda baadhi ya yale maduka ya kisuna makubwa eh, ukiwaambia wakupatie witch hazel watakupatia nzuri sana hiyo kwa ajili ya kutibia Eh, changamoto za vidonda vya tumbo pamoja na bawasiri alafu upate na mafuta ya nazi ni mazuri sana. Ukipata yale piwa, sio mafuta ya nazi ambayo unanunua duka la madawa au supermarket, ni mafuta ya nazi ambayo yametengenezwa kiasili. Na mwisho kabisa, uwe na kitu kinachoitwa ule ute ute au makamasi makamasi, utomvu utomvu wa alovela ule huo unatibu moja mmoja kwa moja bawasiri ya nje e, ina uwezo wa kukusaidia kuweza kuondokana hii changamoto e, kwa kupaka sehemu ile ya haja kubwa. Kuna namna ambavyo tunawaelekeza namna gani unaweza ukaitumia hiyo wichi ya adhan e, mafuta ya nazi pamoja na rovela, ili uweze kuondokana na changamoto yako. Karibu sana, tunapotoa masomo haya ni kwa ajili yako wewe ambaye kuna uwezo kwa wakati huo kuweza kutumia au kupata hivi vitu vilivyotengenezwa tayari. E, kwa mfano kuipata hii ambayo imeshatengenezwa moja kwa moja, huo uwezekano kwa wakati huo unakuwa haupo. Kwa hiyo tunakusaidia tu kwamba tulichokiweka humu ndani e, ni pamoja na mafuta ya nazi ambayo yanapatikana kiurahisi, ni pamoja na mafuta ya witch hazel ambayo yanapatikana pia, na huo leo utongutongu wa aloe vera. ni hivyo tu Kupona, ili uweze kupona bawasiri tumia hivyo, ili uweze kukaa sawa. Kwenye upande wa vidonda vya tumbo, asidi na gesi, basi tumia visu kama hivyo, vitakusaidia sana sana sana. Umuhimu kama ninavyowaambia kwamba eh, chakula bora ni lishe, chakula bora ni lishe na lishe ni tiba. Kwa hiyo ni wewe kuweza kuchagua, je, uendelee kutumia chakula bora ili upate tiba ama uendelee kula vyakula vya ovyo ovyo ili uendelee kuudhorotesha mwili wako na uishi kwa muda mfupi pasipo matumaini ya kuendelea. Karibu sana Kifagio Afya Clinic.